Rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, TLS Bonifasi Mwabukusi, amefunguka kwa mara ya kwanza kuhusiana na uhalali wa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba tarehe 29. Mbali na hayo, pia Bonifasi Mwabukusi amezungumzia suala la Muungano, ambalo pia mara kadhaa amekuwa akiainisha baadhi ya sehemu ambazo amekuwa akiona kwamba zina mapungufu kwa mjibu wa kile alichokiandika Bonifasi Mwabukusi kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X zamani ukijulikana Twitter, amesema kwamba iwe kifungo au kifo. Kwanza, msimamo wangu kuhusu muungano uko bayana. Atuwe na serikali moja au la atuwe na serikali tatu. Hatuwezi kuwa na muungano ambao taifa moja linabaki na mambo yake yote, halafu yote ya taifa lingine yanageuza kuwa ndiyo mambo ya muungano kama tuwezi kuwa na serikali moja kama ilivyokuwa kusudio la awali la waasisi wa muungano, lazima tuwe na serikali tatu: Tanganyika, Zanzibar na muungano. Tuache hoja za kipropaganda kwenye mambo serious. Pili, msimu wangu kwamba kila raia ana haki ya kuwa na maoni huru na kuwa na mtazamo huru au kushawishi mtazamo wake ukubalike, na kwamba kufanya hivyo sio uhalifu wala uhaini. Kufanya maandamano midahalo au maongezi kuhusu hali fulani ya kiutawala na demokrasia sheria au wajibikaji sio halali na watu wote wanaokamatwa na kushtakiwa kwa makosa makubwa wana haki ya kuwakilishwa na wakili. Kuwawakilisha watu wa namna hii anakuwa hajafanya kosa lolote. Uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba hauna sifa ya kuwa uchaguzi huru na wa haki, haukidhi vigezo vya kuitwa uchaguzi huru na haki. Rejea ripoti za wasimamizi wa uchaguzi wa Sadik EU na wengine, ukitawaliwa na vificho, mauwaji, kuwekwa kizuizini kwa, kwa chama kikuu cha upinzani na kuzuia kushiriki uchaguzi, uchaguzi kufanyika gizani na kukosekana kwa tume huru ya uchaguzi. Nne, namna ya kutoka hapa tuliponi, kuhakikisha kusitishwa mara moja kwa ukamataji hovyo wa vijana na kuwabambikia kesi, kufutwa kwa kesi zote za uongo dhidi ya chama kikuu cha upinzani na uwepo wa tume huru ya kiuchunguzi ya, ya kimataifa ambayo chunguze mauaji na upotezaji wa watu kuanzia kabla, wakati na baada ya uchaguzi na iangazio halisia wa takwimu za uchaguzi na matokeo yake na ndiyo ije na mapendekezo ya hatua za kuchukua. Tano, serikali itokea hadharani kili kwamba yenyewe ndiyo chanzo cha ja kusababisha vijana waandamane kwa ujeuri vion, uh, kwa ujeuri wa viongozi wake na kutopenda kusikiliza ushauri, na kwamba vijana wake hawakuwa na njia nyingine ya kuelezea hisia zao, kwani mahakama ilikwisha onekana kutokuwa sehemu sahihi kutokana na aina ya utitili wa maamuzi, hususa kupotezwa kwa watu na bunge lilikataa kata kata kujadili matatizo ya wananchi na kujigeuza kikaragosi cha serikali, na hawakuwa na njia nyingine isipokuwa hiyo, na kwa kuwa makusudi au uzembe liliruhusu vyombo vyake vya ulinzi kutumia silaha za moto dhidi ya waandamanaji na wasio waandamanaji na kuua wananchi, hata wale ambao hawakuwepo kabisa katika maandamano, ikiwemo watoto wadogo na akina mama walioshambuliwa katika nyumba zao wanga wote wa familia zilizoathirika. Serikali iwajibike kuonesha wapi waliko waliotekwa na kupotezwa, na pia ioneshe miili ya wale wote waliouawa katika sakata la Oktoba 29, kuhakikisha kuwa wale waliohusika kutekeleza mauaji hayo wote wanachukuliwa hatua wa za kisheria. Msimamo wangu kuhusu sakata linalohusiana na uchaguzi ni kwamba taifa linahitaji ukweli, haki na uwajibikaji. Baada ya hapo, ndipo tuone namna bora ya kuwa na uongozi jumuishi inaowasilisha ridhaa ya wananchi kwani hapo, kwani hawa waliopo sasa, japo viongozi de facto, wanakosa uhalali wa kijamii kupitia mazingira ya namna zote za uchaguzi lilivyoendeshwa; kwamba maandamano ya jenzii kupinga dhuluma za kidemokrasia sio uhalifu, bali matokeo kaidi na kutopenda mashirikiano, mashauriano kwa baadhi ya viongozi wa juu wa serikali, jambo lililopelekea vijana kukata tamaa na kukosa matumaini. Tusipojifunza kutatua maombi yetu kwa kuzungumza, asili itatufunza kutatua mambo hayo kwa kupigana. Tusiwindwe ili kuuawa au kubambikwa kesi kwa sababu ya misimamo yetu. Hoja hazipigwi rungu. Ameandika hivyo Boniface Mwabukusi.